Mtasamaji, na katika taarifa ya kutamausha ni kwamba wakazi wa Maimahi huko Naivasha, kaunti ya Nakuru wameachwa na majonzi kufuatia kisa ambapo baba mmoja anadaiwa kuwaua wanawe wawili kwa kuwapa sumu kabla ya kujitoa wai. Wakati huo huo, katika kaunti ya Machakos, mwanamke mmoja ameuawa kwa panga na mpenziwe alipokuwa akiabiri pikipiki, kisha wakazi waliojawa na ghadhabu wakaamua kumuua mwanamume huyo. Mashujaa tuliweza aliweza kunipigia simu kuniambia baba yao ameenda na watoto na hajawarudisha. Nikamwambia kama ameenda kuripoti asikuwa na wasiwasi, pengine atawarudisha asubuhi, ye alale. Sasa ndio kuamkia, akanipigia simu akaniambia ameenda kutafuta watoto kwenye baba yake alikuwa naishi, akapata watoto wake washapikiwa uji na wakaekewa dawa ya panya, watoto wakakufa. Nay huyomzia ya kazi yangu, mi mahali nimefikia sina uwezo wowote, mahali niko niko mwisho. Ningeomba watu watu wema tu wakuje tu wanisaidie niweze kuzika watoto wangu niweze kuwapumzisha.